Sio kila mtu unahitaji uishi naye vizuri kwa sababu kuna watu ambao wanatakiwa wa, waangalie kwenye maisha yako. Kuna watu ambao wanatakiwa wametengenezwa kwa ajili ya kukuvusha wewe kwenye maisha yako. Sio kila mtu unahitaji uishi naye vizuri kwa sababu kuna watu ambao wanatakiwa wa, wa, waangalie kwenye maisha yako. Kuna watu ambao wanatakiwa wametengenezwa kwa ajili ya kukuvusha wewe kwenye maisha yako. Sasa ukiwa ukiwa, ukiwa chama sana na watu, ni rahisi sana kukutana na mtu ambaye sahihi anaweza kuvusha kwenye, kwenye maisha yako, lakini ukiwa uh, ukiwa utaki sana kujichanganya na watu, huko mwenyewe huko mwenyewe tu muda wote, kuna vitu ambavyo Mungu anavitengeneza kupitia kwa, kwa mtu kukuvusha, unakuta uh, unapishana navyo. Kwa hiyo <clears throat> lakini sio kila mtu anahitaji ya kuvushe, kuna watu wako kwa sababu ya kukushusha na kuna watu wapo kwa ajili ya kupandisha. Okay. Na how do you know kwamba huyu mtu ni sahihi anaweza akanisaidia kunivuka, na huyu sio sahihi niachane naye? Ah, cha kwanza kwanza inabidi uangalie mwenendo wako wewe na yeye. Unapokuwa na shida huyo rafiki yuko vipi? Make kuna mtu kuna kuna kuna kuna kuna kuna rafiki ambaye yuko wewe kwa ajili ya raha, lakini kuna shida humwoni, na kuna rafiki ambaye yuko wewe ni yani, bega tu bega, ukiwa na shida yupo, ukiwa ukiwa ukiwa kwenye raha yupo, lakini vile vile kwenye swala so zima la ushauri wa maisha, yani kuna mtu ambaye anaweza kushauri namna ya kutengeneza maisha yako, na kuna mtu anaweza kushauri namna ya kupanga oh, kumomoa maisha, e, yeah, yeah, yeah, maisha. Okay. Unaweza kukumbuka situation yoyote kwenye maisha yako ambayo imewahi kutokea alafu kwa msaada wa watu na kwa msaada wa Mungu, ndio ukaona kabisa hapa unavu, un, un, apa hapa sio nguvu yako, ni msaada wa watu au ni msaada wa Mungu. Ni situation ya aina gani, ilikuwa nini? Kama utakuwa willing kushare na sisi kwa ajili ya mtu mwingine kujifunza. Uh, naweza nikasema viko vitu vingi, lakini ho uh, ni mambo mengi sana yamepita yeah. uh, kwa haraka haraka nikikumbuka kweli ni kwamba kwenye swala langu la maisha uh, kuna kipindi ambacho kuna mapito ambayo nilipitia kikweli ilikuwa ni magumu kwangu, lakini kuna muda fulani ambao nilikuwa nimekata tamaa kabisa yani, kuta, yani kata tamaa kabisa ya, ya, ya, ya maisha yani, sikujua wapi pa kuanzia, lakini kwa kulingana na watu kuishi nao vizuri, kuna namna ambayo ilijitokeza ikajikuta, wale watu ambao nilikuwa nao kipindi cha nyuma ilibidi niachane nao, nilipata watu sahihi ambao na wakaweza kunivusha kikweli. Ni kitu ambacho uh, Mungu alitumia baadhi ya marafiki ambao walikuwa walinishika mkono uh, kipindi chochote ambacho cha majanga uh, matatizo ambayo niliweza kuyapata, nitashia huko baadaye, matatizo gani ambayo niliyapata, lakini kwa kwa kwa matatizo ambayo niliyapata kikweli unishika mkono na Mungu akaniinua, aka, aka tena okay, so tukiwa yeah, tunaenda kwenye mwisho wa majaribio yetu na nini <laughs> Hivi ukiona kaa hivi, labda ukireflect be- kwenye based kwenye hiyo kipindi hiyo scenario ambayo umepita, sio yeah? Uh, mtu akija kwako let's say, labda uh, mtu akija kwako anahitaji ushauri wa maisha ambaye yuko kwenye situation kama ile ile ambayo umeweza umewahi kupita, ni kitu gani ambacho amba unaweza ukamwambia, ni vitu gani ambavyo unaweza ukamwambia vizingatie hasa, ili aweze kutu Uh, uh, cha kwanza penda, yani, uh, kwanza ningependa kumshauri cha kwanza kwanza ningezungumza naye kitu gani ambacho kimeweza kutokea. Lakini kingine uh, uh, uh, watu tunafeli kwa sababu tunapenda kuangalia tulipotoka, siku zote, ukiangalia kulipotoka kama en, a, a, na yale magumu uliyopitia ni rahisi sana kufeli. Ch, cha msingi kama unatakiwa uangalie ulipotoka uachane napo uanze ku sehemu nyingine, japo unapokwenda upajui, usiogope kuangalia mbele. Kinachotakiwa angalia mbele na kwa kwa kwa kuangalia mbele na kwa mtazamo mpya mm hivi we una -hmm. Okay. Yeah. Um, mdogo wako wa kike yep? Ndiyo. Mara nyingi sisi tunapenda kuwagusia watoto wa kike eh, kama kijana kama ambaye umeishi na ume, una dogo zako wa kike, lakini pia ume experience u, eh, let's say umeoa ujaoa, lakini una involve na watoto wa kike yes ukiwa umekaa hivi labda na mdogo wako amekuja, naomba ushauri wa maisha mm. sasa hivi tuchukulia na miaka kumi na sita yeah. Ni vitu gani unaweza ukamshauri akainavyo makini kwenye dunia lese, mdogo wako wa kike na mdogo wako wa kiume, katika upande zote nyanza zote mbili? Uh, of course na mdogo wangu wa kike na wadogo zangu wa kiume na wote, of course nimesha kaa nao chini nikajaribu nika kuongea nao, nikianza kwa mdogo wangu wa kike, cha kwanza anachokifanya sasa hivi ni yani, kwa sababu kama yuko shu, uh, uh, yuko chuo, ni kuzingatia masuala ya, ya, elimu kwanza, ni kitu gani anachotaka kufanya, lakini vile vile uh, cha msingi waga anajaribu na, na, na, na, na, na kumwambia azingatie uh, ni kitu gani ambacho kinaweza kimtoa kwenye maisha, asisome uh, tu mradi amesoma, umemaliza, umepata uh, certificate umevaa jo, alafu unakwenda, mwisho wa siku hakuna, kwa sababu ukiangalia hata na elimu yetu ya Tanzania uh, ya, ya, na elimu <laughs> yetu sisi, sisi, sisi nafundisha tu ni kukalili, lakini mwisho wa siku mtu ukitoka na ukitoka chuo, ni wachache sana ambao wanakwenda kujitegemea. Yani wengi wanategemea tu tuanze kuzula mtaani yani, na vieti kwanza kutafuta ajira, ambacho ni kitu ambacho mwisho wa siku inakupotea sana, hakuna lengo la la la la maisha yako. Lakini kama ukiwa unasoma unasema bwana, lengo langu mimi kusoma, nataka niwe mtu fulani, basi zingatia. Na na mimi siku zote nataka kwa kwa mtu yote, kijana yoyote na mshauri achukue kile kitu ambacho kinaweza kikamsaidia mbeleni. Hata kama asipopata ajira anaweza akajiajiri mwenyewe, lakini mm. Yeah. Mm. Kwenye elimu nyingine, kuna elimu ziko nyingi, kwa sababu siku zote binadamu tuna elimu mbili, tuna mm. elimu ya darasani, tuna elimu dunia. Elimu mm. dunia ni nzuri sana lakini n yani, sijui ni kwa nini haijawai ha, ha, ha, kutokea hata, hata jamii au kitengo ikaanza ki kufundisha hii elimu dunia kwa sababu vijana wengi, watu wengi huwa wanafeli kulingana na elimu dunia. Mm. Na ndio maana uh, naweza nikasema sio kila mtu msome ambaye ameendelea kwenye maisha. Mm. Wala sio kusoma sana ndio kufanikiwa kimaisha maisha. Mm. Ila mimi oga naamini elimu dunia inaweza kufanya yani, inafanya kwa asilimia kubwa sana mtu kufanikiwa. Mm. Yeah. Okay. Do you believe life starts at 40? Sorry? Do you believe unaamini, maisha yanaanzia kwenye miaka 40? Ah, hapana. Kwa nini? Hapana, maisha yanzi miaka 40. Yanaanza maisha yanaanzia pale mtu miaka kumi na nane hapo, yeah. Naanza maisha yeah. Kwa sababu mimi mfano wangu mimi mimi nimeanza maisha nikiwa nikiwa na mdogo. Mimi nimeanza maisha nikiwa nimemaliza form four ambao form four nimemaliza ilikuwa na miaka kumi na sita kumi na saba nilikuwa nimeanza maisha. Lakini tangia nikiwa mdogo mimi nilianza yani, tayari nilikuwa nimeshaanza maisha kwa sababu mimi nikikumbuka mara ya mwisho mzazi kanulia nguo ilikuwa siku ya saba, lakini kwanzia sekondari mimi najinunulia nguo kwa maisha yanaanza kwenye miaka kumi na nane hapo ndo kuchukua responsibility ya maisha yes, yako, kwa sababu kujua kesho yako natakiwapkeji. Okay. Okay. Yeah. Unahisi ni kitu gani kinaweza karekebishwa sasa hivi kwenye hii nchi alafu vijana wakapata unafuu kwenye maisha au wakapambana either both way kwenye system ama kwa upande wa vijana wenyewe kwa maana ya tabia zao, cha kwanza kinachotakiwa kirekebishwe sasa hivi Ha, mimi nitalia ni kwanza kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye upande wa taaluma elimu yetu bado haimkizi Mtanzania natakiwa weje inatakiwa kwanza, kuna elimu kitu cha kwanza natakiwa kirekebishwe. Natamani sana mtu anapomaliza hata sekondari nawe na kitu cha kufanya hata kama asipenda kuendelea, lakini vile vile kuna kitu, kuna kitu kingine ambacho serikali inatakiwa ikiangalie. Mimi naamini kuna watu wengi sana wana vipaji kuna nchi wengi sana kipaji sio mpaka kuimba, sio kwamba kuigiza ni yani, kuna watu ukimpa kitu anakutengenezea yaani, yani, kuna watu ambao wanaweza wakatengeneza gari, kuna watu ambao wanaweza wakatengeneza umeme, kuna watu ambao yani, yani, kuna kuna Watanzania, kuna, kuna wengi sana na vipaji. Kwa hiyo ni wanahitaji sasa hivi serikali ianze kutambua vipaji vya watu vipaji vya vijana na kuwainua, sio kutana na mtu ametengeneza gugole Ukamchua kamfunga hapana, hmm, we mweke ndo usaidie kutengeneza maneno mdu, mdu, yao yani. Matatu hmm, ya mwisho okay. Maneno yangu matatu ya mwisho hasa mwisho... kwa vijana kwanza, ni kwa hasa kuangalia, mtu mtu anatakiwa aanze kupambana kuangalia kesho yake, lakini kitu, changia, a, a, kitu kingine kwa ile kijana aliyoanguka, nahitaji uamke tena, usiangalie ya nyuma, angalia yajayo, panga malengo uweze kutembea kwa malengo yako ni kingine anachotaka kusema. Asanteni, shukran sana asante.